Wakazi wa Kimara, kata ya Saranga, Dar Dares Salaam, jana wamefanikiwa kupiga kura ya mbunge na raisi baada ya kuahirishwa kwa, kwa zoezi hilo hapo Oktoba 25 kutokana na kosoro mbalimbali zilizojitokeza. Wakizungumza na Chanel t ambayo ilipiga kambi katika kata hiyo, kituo cha Kimara Stopova, ambapo Jumapili Oktoba 26 h palizuka tafrani baada ya wananchi kutofahamu hatima yao, ambapo hata hivyo Tume ya Taifa ya Uchaguzi ili ilitolewa ufafanuzi wa tatizo hilo na kuwatoa hofu wananchi kuwa watatekeleza haki yao ya msingi ya kupiga kura jana Oktoba 26 kwa nafasi mbili tu, huku ya udiwani ikiendelea kuahirishwa hadi pale tume itakapotangaza kwa utaratibu siku ya leo ni mzuri, jana ndio tuliteseka mpaka usiku saa mbili, lakini leo Mungu ametuona. Kwa kweli tuna furaha ya ajabu. Kupiga kura ni wajibu wetu na ni haki yetu, tunashukuru sana kwa hilo. Kwa kweli nawashukuru sana waangalizi wa kituo hiki, wasimamizi, kwa sababu wametujali sisi wazee. Mimi sasa hivi kwa umri na miaka sabini na mbili. Kwa hiyo walipofika, walivyoniona kwamba mimi umri wangu unastahili kwenda kupiga kura mapema kuliko kusukumana na vijana, wameniruhusu na nimefika ndani wamenipokea na wamenikwenda, nimepiga kura yangu ya msingi, na hivi narudi nyumbani kupumzika. Channel 10 jana imetembelea pia kata ya Manzese kufuatia malalamiko ya wananchi wa kata hiyo ya kutobandikwa matokeo ya urais na ubunge, ambapo afisa mtendaji wa kata hiyo alidai kuwa hana mamlaka ya kubandika kura hizo zaidi ya za udiwani ambazo kamera ya Channel 10 imezishuhudia.